O, wapo wapi? Wamekwisha, wamekwisha. Kalimata alladhina kafaru sufla, tumeambiwa kalima na nakafiri chini. Leo kijana hajaoa, lakini ukienda ukamgusa hamna kitu. Hata ukiweka bisbisi bisbisii, haitoi moto okay. <laughs> Wako wapi wale vijana walioambiwa usiguse hatari, hm? vijana wa zamani hao, na sasa hivi wapo, alihawajazifanyia fujo nafsi zao hawajafungua, ah, oh, hata plastic <laughs> vijana leo kashafungua plastic, mambo yote yamekwisha, ana nake jambo Simamisha mnara. Mnaujua mnara ni hatari <laughs> eh, kweli kweli, kijana unamkuta takonda kwa mnara <laughs> takonda kabisa, kijana U pida mnara tu. Anasema hapa eh. Ah, chokozi si wa watoto wa watu, ana wali tafuta na jela, kwa hiyo kakimbia jela, akiinua miguu, anataka jela, amotoni jahanamu. Kijana anakula mnara na siku hizi hawapati tabu kutafuta karatasi za picha za ex. Anachukua simu kichooni. Basi kijana anachukua simu yake ya taji chooni, anatafuta hivi, anasema hapa ndo hapa ha, anakula mla